Kupitia shirika la mawasiliano TTCL. Na nini maana data center? Data center ni gala. Bidhaa yake ni data. Eh, siku hizi hizi picha mnazopiga hapa, video mlizonazo, mitandao ya kijamii, miamala ya simu, miamala ya benki ni data. Kwa lugha huko mtaani ni upepo kwa sababu ukimpigia mtu simu hana wayo ulounganishwa. Kwa NIDC ni kituo cha kutunzia data. Na mnafahamu TTCL wanao mkongo wa mawasiliano, mkongo wa taifa wa mawasiliano national ICT backbone ambao ni fiber optic, ni waya wa fiber, ambao paka sasa tunavyozungumza huko kwenye wilaya 109 na na wilaya nyingine 30 uh, ziko katika hatua mbalimbali za mchakato wa kuunganishwa. Mkongo huo umeshaunganishwa na Msumbiji, umeshaunganishwa na Malawi, tunao mradi wa kuunganisha na Kongo, lakini vile vile tunaunganisha na nchi ya Uganda na nchi nyingine ambazo zipati mawasiliano uh, ya moja kwa moja kupitia mikongo ya chini ya bahari. Sasa, uwekezaji huu uliofanywa na serikali kwa muda mrefu unasaidia mambo yanayofanyika ya mawasiliano. Sa product ambayo leo amekuja kuiona Mheshimiwa Waziri Mkuu ni N card. N card ni kadi ambayo inatumika kwenye viwanja vya mipira kuingilia kuona mechi mbalimbali za mpira kwenye ligi kuu yetu, lakini N card inatumika kwenye kivuko cha Kigamboni kuweza wananchi kuvuka. Sa N card hii ni nia ya serikali kuona inatumika kwenye mwendo kasi. Na kwa nini tunasema N card? N card iko kwenye mradi wa Digital Tanzania Project DTP mradi ambao unatekelezwa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mifumo kusomana. Sasa moja kati ya mfumo muhimu sana kwenye maisha yetu ni mfumo wa mawasiliano. Sasa unaweza kuta kuna N -card, unaweza kusikia kuna Azam -card, unaweza kutakia mtu na kadi yake, hilo sio tatizo. Tatizo linakuja mfumo gani unatumia kuweza kufanya kazi ile kadi. Sasa, ili kuweza kutumika mfumo lazima uwe na mawasiliano, ndio maana hapa tunatumia fiber TTCL mtu mwingine atakuwa na kadi yake, atatumia mfumo wa simu za mkononi. Lakini katika mawasiliano huku duniani fiber mkongo ndio mawasiliano ya uhakika zaidi na ya kasi zaidi. Ukishawasiliana computation yake, maana ile kadi lazima ifanye mchakato. Mchakato wake wa hiyo payment gateway unafanyika wapi? Lazima mchakato wenyewe upate sehemu ya kufanyia computation sasa hapa kuna kitu inaitwa super computing, kuna kitu inaitwa cloud computing, ambao hapa zishawekezwa kwenye bajeti ya 24 25, zaidi ya shilingi bilioni kumi, na kuna fedha nyingine zimetengwa kwenye bajeti ya 25 26. Kwa leo ukisema mimi TBC aniona kadi yangu, maana yake una uwezo wa kuwekeza mabilioni ya shilingi kwenye computing una uwezo wa kuwekeza kwenye data center hii. Data center ukiangalia ina mifumo ya umeme, dedicated line ya TANESCO mbili zinazokuja hapa, kuna majenereta makubwa mawili, kuna UPS ambayo taasisi kimoja moja ya serikali ama taasisi moja moja binafsi hawezi kufanya uwekezaji huo. Kwa hiyo tumekuja kumuonyesha mheshimiwa Waziri Mkuu kazi kubwa iliyofanywa na serikali hii, kwa maelekezo ya dr samia Suluhu Hassan kupitia mradi wa Digital Tanzania Project kwenye N card, ambayo inaenda kuitwa Jamii Card ili mtanzania huko tunakokwenda awe na kadi moja ile kadi aweze kuingilia mpirani, apande feri, apande mwendo kasi, apande SGR, afanye bidhaa mbalimbali. Jamii kadi yetu itakuwa ni replica ya Visa kadi ama Master kadi kimataifa. Ndio maana leo mabenki yote atakupa kadi ya benki lakini itakuwa ni Visa ama Master. Sasa jamii kadi ndio itakuwa kadi ya Mtanzania. Utapata pembejeo na jamii kadi. Na jamii kadi hii vivyo hivyo, tushikiana wenzetu wa NIDA katika mfumo huu, mradi wa Digital Tanzania Project. Kuweza kufanya kazi ya ile namba ya NIDA kuwa jamii namba. Nadhani mmesikia kwa Mtanzania awe na namba moja, Mtanzania awe na kadi moja, afu kila mtu aweze kutransact kupitia kadi hii, akaunti yake ya benki, aki kwenye kadi hii, miamala yake ya simu kwenye kadi hii, apandie mwendo kasi, alipie uwanja wa taifa, afanyie manunuzi, ndo kaviza ketu kwa kitanzania na hii inawezekana kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiifanya na fedha nyingi anazozitenga kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kupitia mashirika yetu kama TTCL na eneo hili la NIDS. Mchakato wa NCAD unatumika as we speak. Ndio watu wanaingilia uwanja wa taifa ndio wanapandia uh, feri pale. Sasa tunataka sasa kuonyesha uwezo wetu kuweza kuingia kwenye mwendokasi, lakini nia hasa ya Mheshimiwa Rais na maelekezo yake ni kwamba NCAD hii ndio inakuja kuwa jamii card na namba yetu ya nini inakuwa jamii namba. Sa Mtanzania awe na namba moja kuanzia anazaliwa mpaka anafariki. Ukienda kuandikisha mtoto shule itatumika namba yake, akiingia kidato cha kwanza namba hiyo hiyo mpaka chuo kikuu, na kwenye malipo jamii kadi, na yenyewe ifanye malipo kwa maeneo yote, kwa akaunti yako ya benki unayoitaka itakuwa ndani ya jamii kadi, mwamala wako wa simu wa pesa unayotaka utakuwa ndani ya jamii kadi, utafanya manunuzi. Na huku tunakoelekea tunakuwa na soft kadi kama mmeenda nje za nchi ama mnaweza kuangalia kwenye mitandao kwenye YouTube siku hizi, wenzetu ana baada ya kuwa na kadi moja moja, anakuwa na kadi kwenye simu yake, yaani ile kadi inakuwa ni soft card. Kwa ukienda kununua bidhaa, badala ya kutoa kadi kuswap kwenye mashine, unatoa simu inagusishwa na mashine unakuwa umelipia, unascan. Kwa ndio huko tunakoelekea na ndio huko ambapo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu ametufikisha. Kwa Hassan ametufikisha, sasa hivi tunaoifanya ni kuwaambia wenzetu mashirika mbalimbali ya serikali na sio ya serikali kujiunga pamoja kwenye mfumo mmoja ili kupunguza gharama za serikali, kwamba kila mtu awekeze kwenye seva, kila mtu awekeze kwenye cooling system, kila mtu awekeze kwenye UPS, kila mtu awekeze kwenye mfumo. Sasa tuna taasisi karibia 900 za serikali, gharama hiyo ataibeba Mtanzania, lakini mwisho wake ni kwamba utataka mwananchi abebe kadi ya mwendokasi, abebe kadi ya SGR, abebe kadi ya feri, abebe kadi ya manunuzi, atakuwa na kadi ngapi? lakini kwa kadi moja ambayo itakuwa ni physical card, lakini pia itakuwa ni visual card, na kutumia simu zetu janja ambazo sasa tushafika simu karibu milioni 22. Na tunakoelekea huko, serikali inaangalia njia bora zaidi za kuwekeza kwenye ma, uh, ku, kuunga mkono watu wanaofanya uwekezaji kwenye makampuni yanaweza kutengeneza simu hapa nchini ili ka, simu janja zipungue gharama, watanzania wengi waweze kuwa nazo. Ndio tunakoelekea ili mtanzania yote aweze kupata huduma kwenye Tanzania ya kidigitali, katika mkakati wa uchumi wa kidigitali wa taifa ambao Mheshimiwa Rais ameuzindua tarehe 29 Julai mwaka 2024, mkakati wa miaka kumi. Moja kati ya nguzo kubwa ni kudigitalize. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe like, kushare na kucomment.